Kamera ya ITV imefika na kuona tuta hilo likiwa limebomoka vibaya, ambapo wananchi wamepata sauti zao kwa serikali wakiomba kuwanusuru na mafuriko kama yaliyowahi kutokea mwaka 2010 wilayani humo. Lakini sasa hivi watu tunaishi kwa mashaka, na tutakwenda wapi? Pakwenda hakuna huko, anakosema pakwenda. Ina maana kama kuna mtego fulani vile ukifika kua, milolongo ambayo hata wewe huwezi kuifikia, ina maana kama ule ni mchezo tu bwana. Nyinyi wote muamie kule, tutamia kule kivipa wakati hatujatengenezewa mwongozo mzuri? Tuta imebomolewa kiasi hichi kipande hichi na hichi, kipande ni kibaya sana kwa mji wetu wa Kilosa. Sasa kitu cha kushangaza viongozi wote wa serikali, umekuja hapa na umeliona hali kama hii na walituahidi kwamba watafanya jitihada chini juu kwa muda mrefu na kwa muda mfupi, ili kusudi wafanyie maintenance hapo, lakini mpaka sasa hivi hakuna chochote kilichofanyika. Kwa upande wake mbunge wa jimbo la Kilosa Mbaraka Bawaziri amesema taarifa za kubomoka tuta hilo amezifikisha kwa waziri mkuu, ambapo ameiomba serikali kufanya jitihada za kunusuru wananchi hao kabla madhara makubwa hayajatokea. Ndio kwa kweli, hili hapa tuta ni kitu hatari sana endapo yatatokea maji kwa wingi, itachukua Mbumi, itachukua Mkwatani, itakwenda itachukua mpaka Kimamba. Hili sio jambo dogo. Mkuu wa wilaya ya Kilosa bwana Adamu Mgoi amesema pamoja na jitihada za serikali kujenga tuta hilo zikishughulikiwa, lakini amewataka wananchi wanaoishi katika maeneo hayo hatarishi kuhamia katika mji wa kisasa uliotengwa kwa ajili ya wahanga wa mafuriko ya mwaka elfu mbili na kumi. Wananchi, msaada mkubwa tuliopata kutoka European Union ni kwamba miundombinu yote imekamilika kwenye eneo lile, ikiwemo shule za kisasa kabisa zimejengwa katika maeneo yale, zahanati za kisasa sio pale, barabara, huduma za maji, huduma za umeme. Cha ajabu, bado wananchi wameshindwa kuhamia kwenye maeneo ambayo ni mazuri na salama. Kutoka Kilosa mkoani Morogoro, mimi ni Sifuni Mshana wa ITV.